He bwana, karibu sana kwenye ripoti zetu za Mwananchi Digital ambazo tunahakikisha tunakuletea habari zote kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Leo Oktoba 13 mwaka 2025, miongoni mwa habari ambazo tumekuletea ni juu ya Hamasi kuachia mateka wapya ishirini huku Trump akiwasili Israeli. Kundi la wanamgambo la Hamas limekabidhi mateka ishirini wa Israel kwa shirika la Msalaba Mwekundu katika makundi mawili tofauti kama sehemu ya makubaliano ya usitishaji mapigano ya Gaza. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la umma la Israeli kundi la Hamasi limekabidhi mateka wote ishirini waliohai walio hai kwa shirika la Msalaba Mwekundu huku kundi la pili la mateka kumi na tatu likisafirishwa kuelekea Khan Younis kusini mwa Ukanda wa Gaza. Tawi la kijeshi la Hamasi hii leo limechapisha orodha ya majina ishirini ya mateka na muda mfupi baadaye wanamgambo hao walikabidhi kundi la kwanza la mateka saba kwa wawakilishi wa shirika la msalaba mwekundu jijini Gaza, na baadaye jeshi la Israeli lilithibitisha kwamba mateka hao wamepokelewa. Ilikuwa ni asubuhi ya kipekee na pengine ni asubuhi iliyobadili namna walivyozoea kuishi watu wa Israeli wamefurahi mno kufuatia kuachiliwa huru kwa mateka wote walioshikiliwa kwa kipindi chote cha mzozo. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli imechapisha majina ya mateka hao katika mtandao wa X kuwa ni Guy Gilboa Eltan, Mor Matani, Angrest, Alon Ohel Gar, Ziv Berman pamoja na Ombi Mirani. Hamasi wana muda wa mwisho wa hadi mchana wa leo kuachia mateka wote walio hai chini ya masharti ya makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Msemaji wa Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kuwa wafungwa wa Kipalestina wataachiwa mara tu Israeli itakapothibitisha kwamba mateka wote ambao wanatarajiwa kuachiwa kesho wamevuka mpaka kuingia Israeli. Israeli haitarajii kupokea miili ya mateka wote waliokufa siku ya Jumatatu. Wakati hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Misri Abdel Fattah Al Sisi wanatarajiwa kuongoza kwa pamoja mkutano wa kilele wa zaidi ya viongozi ishirini wa dunia katika mji wa Sharm El Sheikh nchini Misri. Rais Trump tayari ameshawasili Israeli na alipokelewa uwanja wa ndege na waziri mkuu Netanyahu pamoja na rais wa Israeli Isaac Herzog, kabla ya kuhutubia bunge la Israeli. Akijibu maswali ya waandishi wa habari wakati akiwa njiani, Donald Trump ameleza kwamba vita imeshakwisha na anayo matumaini makubwa kwamba makubaliano ya kusitisha vita yatadumu. Hapo jana wizara ya mambo ya nje ya Misri ilisema kwamba kunatarajiwa kutiwa saini makubaliano ya kihistoria ya kumaliza vita ya Gaza wakati wa mkutano huo wa Misri. Kulingana na vyanzo vitatu vya kidiplomasia, wapatanishi wa Marekani, Misri na Qatar, pengine Uturuki watatia saini nyaraka za dhamana wakati wa mkutano huo, lakini pande hasimu katika mzozo huo haitohudhuria mkutano huu, huku ofisi ya Netanyahu ikisema kwamba hakuna maofisa wa Israeli watakaoshiriki kufuatia ripoti za awali kutoka Hamas kwamba haitotuma wawakilishi. Miongoni mwa watakaohudhuria mkutano huo ni katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, mfalme wa Jordan Abdullah II, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenza wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Kanada itawakilishwa na waziri wake mkuu huku Macron akisema kuwa rais wa mamlaka ya wapalestina Mahmud Abbas naye atahudhuria katika mkutano huo wa kihistoria. Misri ilikuwa imedokeza kwamba mataifa yapatayo 21 yatashiriki mkutano huo wa Gaza, huku yakiwataja washiriki hao huwa ni wawakilishi wa Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya nchi za Kiarabu, Umoja wa Falme za Kiarabu, Umoja wa Pakistani, Indonesia, India na Ujerumani. Kufuatia makubaliano ya usitishaji vita, misaada ya kiutu imeanza kuelekea Gaza kwa zaidi ya malori mia mbili yaliyobeba misaada ikiwemo magari sita ya diseli na matano yaliyobeba gesi ya kupikia yalionekana siku ya Jumapili katika kivuko cha Karim Shalom. Wakati huo pia, maelfu ya Palestina walionekana mwishoni mwa juma wakirejea katika jiji la Gaza lililoharibiwa vibaya, huku shirika la ulinzi wa kiraia linalofanya kazi chini ya mamlaka ya Hamas likisema kwamba zaidi ya watu laki tano tayari wamesharejea kufikia jana Jumamosi jioni. Asante kwa muda wako na endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa mwendelezo wa taarifa hizi na zingine kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania, tafadhali baki nasi.